Kama ulikuwa unajiuliza ni jinsi gani utaweza kuondoa matangazo katika simu yako, sasa hii ndo njia ya kuweza kuondoa matangazo katika simu yako kuweza kuondoa matangazo. Kisha andika private DNS. Kisha andika private DNS, fungua ile option then bonyeza ad host name, kisha andika ili neno hapo unaloona kwenye screen, andika dns.adguard.com then bonyeza okay. Kwa kufanya hivyo pale ambapo unatumia data yako kusearch vitu katika mtandao

Fungua uweze kubonyeza alama subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zangu endapo nitapost. Until the next one, peace out.